Hii ni namna sahihi ya kutumia choo cha kukaa ili kujiepusha na changamoto za kiafya. Sikiliza mpaka mwisho bila ya kurukiza, kwa sababu utashindwa kufahamu kiurahisi. Ukiwa umesimama, ile sehemu ya kutolea haja kubwa na sehemu ya juu yake kwa ndani, sehemu zao zinapounganika huwa zinafanya kama mpindo fulani ambao unaofanya choo kibakia ndani. Ila ukienda kujisaidia ukiwa umechuchumaa, unafanya ule mpindo kunyooka, jambo ambalo linapelekea choo kutoka kiurahisi. Sasa ukiwa unajisaidia kwenye vyoo vya kukaa, huo mpindo haukunjuki wote, ambapo utakuwa unatumia nguvu kubwa kusukuma choo, jambo ambalo sio zuri, hususani ukiwa na constipation, ni rahisi sana kupata bawasiri. Najua unajiuliza, kwa hiyo ndio nisitumie choo cha kukaa? Huenda ushazoea kutumia vyoo vya kukaa, au upo mazingira ambayo utalazimika kutumia vyoo vya kukaa, au sababu yoyote itakayokufanya utumie choo cha kukaa, basi hakikisha ukikaa magoti yako yawe juu zaidi ya hips zako. Unatafuta kitu cha kuinua miguu yako, alafu uelemea upande wa mbele kama unavyoona kwenye picha hiyo. Itakusaidia ule mkunjo kunyooka na choo kutoka kiurahishi zaidi. Kwa ajili ya kujifunza na kuimarisha zaidi afya yako, usisahau kusubscribe.